Mwisho, mwenyekiti wa mkoa, mwenyekiti wa wilaya, katibu wetu wa mkoa wa wilaya, na wajumbe wa kamati ya siasa, na wale ambao mko hapa, kimsingi huo sio mkutano, bali nimekuja leo siku ya mwisho ya uchukuaji wa fomu kuja kuona makada wa Chama Cha Mapinduzi, vijana wa Ruangwa wapenda maendeleo ambao tayari wamejitokeza kuchukua fomu kwa nafasi ya ubunge baada ya mimi kuwa nimetumikia kwa miaka aka 15 kutoka mwaka 2010. <coughs> na <Junior> sasa nimefika wakati kwa mshikamano tuloujenga, kutoa fursa kwa wanaruangwa wazaliwa wa Ruangwa wapenda maendeleo waweze sasa <coughs> kuunganisha nguvu hizi ili hii kauli mbiu yetu ya Ruangwa kwa maendeleo inawezekana, ambayo sasa mheshimiwa <coughs> mwenyekiti amesema imewezekana na tunasonga mbele, iweze kusonga mbele zaidi. Nataka mm -hmm, nitumie nafasi hii kwanza kukishukuru chama changu cha Mapinduzi ngazi ya wilaya na mkoa, nimefanya kazi wakati wote. Na chama chetu, bado mimi ni mwanachama wa CCM, na kwa nafasi ninayonayo, mimi ni mjumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu ya CCM taifa, bado naendelea nao. Kutokana na majukumu haya, kuwacha nafasi hii na kuwaruhusu wanaruangwa wenzangu waendelee wale ambao nilikuwa naona wanapenda kushiriki kwenye maendeleo yetu, wale ambao niliungana nao katika kufanya kazi za maendeleo wilaya ya Ruangwa ambao leo wameshaanza kuchukua fomu, hawa wote waliochukua no fomu ni wazaliwa wa Ruangwa, wana Ruangwa ambao nimeshirikiana nao kipindi chote cha miaka 15 kwenye shughuli za maendeleo. Kwa hiyo wanakuja kwetu, wanakuja kwenu, wananchi kuja kuendeleza jitihada ambazo tumezifanya kwa pamoja, kuja kuendeleza utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, kuja kuhakikisha kwamba Ruangwa inapaa kwa kasi, na naamini wote wamekuja, kila mmoja na uwezo wake. Tunatarajia jitihada zake binafsi, lakini mshikamano ambao sisi tutawapa na mimi mwenyewe nitakuwa pamoja nao wote pamoja waliokuja kuchukua fomu lakini baada ya mchakato huu yule ambaye atapewa dhamana ya Chama cha Mapinduzi kupepereshwa bendera na kuingia madarakani, hatutamwacha peke yake. <laughs> na Ruangwa, tuone haya mabadiliko, ni ya kawaida, ni safari ambayo Mwenyezi Mungu pia huwa anaongoza. Mwenyezi Mungu amepanga kila mmoja na shughuli zake na namna yake, mwanzo wake na ukomo wake kwayo maamzi haya pia ameongozwa na Mwenyezi Mungu, kwani ya njema kabisa, na makada waliokuja leo kuchukua fomu na nawameongozwa na Mwenyezi Mungu waje kuchukua fomu, lakini mwisho wananchi watafanya maamzi ya kumchukua mmoja miongoni mwao. Kwa tabia tuliojijengea, wanarwangu huwa hatutengani. Sisi tupoanza mwaka 2010 na kumi, tulikuwa kum na baada ya mchakato mimi kuingia madarakani wale kumi na moja tumeendelea kufanya na kazi nao mpaka leo hii mm -hmm. Kwa leo wanakuja hawa mpaka muda huu, kwa sababu muda bado haujaisha. Saizi wanne, labda wengine watakuja. Sote baada ya kukamilika kwa mchakato, tutaendelea kuwa wamoja. Ni wasihi wajumbe wa kamati ya siasa tuwape ushirikiano, najua kipindi hiki ni kipindi cha mchakato wa vikao labda hawatapata nafasi ya kupita, lakini watakapoambiwa wapite, hamasisheni wananchi kuja kukutana nao, ndugu zetu wanaotatoa maelezo ya namna ambavyo wataweza kuhudumia wilaya yetu ya Ruangwa. Kwa hiyo niwapongeze, ili kuwakabidhi rasmi jimbo la Ruangwa, jimbo la Ruangwa ambalo lina mshikamano wa pamoja wana CCM, lakini na vyama vingine vya siasa, tumekuwa tunafanya kazi kwa kauli moja tu, Ruangwa kwa maendeleo inawezekana. Na leo wanapokuja hawa, wanakuja kuongeza nguvu ya kuweza kuiletea Ruangwa maendeleo. Kwa baada ya kuzungumza haya, nirudie tena, kwa kuwa bado ni mtumishi wa umma, lakini pia kwa kuwa bado ni mjumbe kamati kuu ya CCM, bado tutaendelea kwa moja ndani ya chama chetu hapa wilayani Ruangwa kuhakikisha kuwa